Kwenye ulimwengu wa burudani tena, bwana siku ya leo bwana, tunaenda kumchambua Mausi Sam. Mausi Sam bwana, ni mwigizaji wa Nigeria na ni mwigizaji wa kiume ambaye mwenye mvuto wa kimapenzi, pia mwenye hisia kali sana wakati wa kuigiza. Basi leo bwana, taratibu nitaenda kukueleza kuhusu Mausi Sam. Uh, Mausi Sam bwana, mimi namfahamu kama mwigizaji mwenye mvuto mkubwa sana katika filamu za Nigeria Nollywood really. uh, hasa upande wa romantic na drama ana uwezo mkubwa sana wa hisia za mapenzi na maumivu, yani ana uhalisia fulani hivi wakati wa kuigiza, jambo linalomfanya apendwe zaidi na mashabiki wa Afrika na nje ya Afrika. Amezaliwa tarehe kumi na mbili Machi mwaka elfu moja mia tisa tisini kule Nigeria. Maurice Sam bwana ana umri wa katikati pale, lakini anaonekana kama kijana hii. Uh, ni kwa sababu ya yeye kufanya mazoezi sana kule gym. Maurice Sam bwana ni kabila gani? Maurice Sam bwana anatoka katika kabila la Igbo moja makabila makubwa sana maarufu Nigeria, kibongo bongo unaweza kusema kama vile Wanyakyusa kule Mbeya, wamekuwa na vipaji vikubwa sana kuona miongoni mwa kabila linalojulikana kwa juhudi, ubunifu, ushindani wa kazi. Kwa Maurice Sam bwana ni miongoni mwa watu. Kuhusu elimu bwana ya Maurice Sam, Maurice Sam bwana alipata elimu yake ya juu ya chuo kikuu cha University of Lagos, ambapo alisomea masuala ya yanayohusiana na mass communication au creative arts Yani kiufupi anaitwa ma, mawasiliano na sanaa. Elimu hii msaidia bwana katika kuigiza na kuelewa yani utashu katika kamera. Aa, wazazi wa Maurice Sam ni mtu ambaye anaheshimu sana faragha ya familia. Ah, hi, hivyo, muda mwingi kwenye interview amekuwa asiwataje sana majina ya familia, yani wazazi, baba na mama. Hata hivyo mara kadhaa amewahi kusema aa, aa, alikuwa katika, katika familia ambayo imemfunza sana maadili na nidhamu. Kwa upande mwingine bwana, unaweza kusema huyu jamani mjanja sana, uh, amekuwa asitaje faragha zake uh, ili watu na mashabiki hasa generation sasa hivi ya Gen Z iendelee kumfuatilia. Uh, kipaji chake bwana, Maurice ana vipaji vingi lakini kipaji chake kikuu ni kuigiza uh, kuigiza huzuni mateso ya maisha, kuigiza mwanaume mwenye mvuto na msimamo na kuhusu vinywaji bwana, atumii pombe kutokana na mazoezi anayofanya. Anakula vyakula vya kawaida vya sana vya Nigeria, lakini anapenda sana vyakula vya kisasa. Anapenda vinywaji baridi kama soft drinks. Anajulikana sana yaani, hajawahi kuonekana akiwa amelewa. Kipato na utajiri. Maurice Sam bwana, kipato chake a, kinatokana na kuigiza, a, brand endorsements, a, na mitandao ya kijamii. Makadirio yake ya kipato bwana ni dola laki mbili hadi dola laki tano. Uh, films hizo mpa umaarufu bwana, kuna The King Wife, Love in Pandemic, Broken Trust, Fate to Love na A Heart to Love, lakini bwana kuna collab ambayo inabamba sana watu kitazama movie hizi uh, kuna collab ambayo akifanya na Uche Montana, kwani hizi zimekuwa zikibamba sana uh, iyuti ni kwa sababu ya wanaelewana sana na hawana udanganyifu yani, hawazidishi uongo katika kuigiza. Uh, mawasiliano yao ni ya mbele ya kamera yaonekana ya kweli. Um, mashabiki pia wanawakubali sana, ni kama real couple uh, hata kama sio wapenzi halisi, na na hii imewafanya bana maproduza waendelee kuwachanganya pamoja. Lakini kumekuwa na skendo kwa mashabiki wakiwapa Maurice Sam na Uche Montana kuwa ni wapenzi, na hiyo mpaka leo haijajulikana maana wao wajathibitisha Uh, nje ya uigizaji Maurice Sam anafanya nini? Uh, mbali na kuigiza anafanya mazoezi ya mwili, anafanya modeling uh, anajihusisha na brand influencing uh, anajifunza production ya director taratibu. Maurice Sam bwana, kama ulikuwa hujui pia, huyu jamani DJ, ah uh, ni DJ wa muziki ana, ana kipaji cha kumix muziki, hasa muziki wa Afrobeat R&B na vibao vya club DJ uh, kwake ni, ni hobby tu a uh, bali kipaji chake zaidi ni, ni kuigiza uh, ubunifu huu bwana umemfanya aendelee kufuatiliwa na mashabiki anaonekana uh, mara kwa mara kwenye matukio ya burudani private parties, uh, club appearance. Uh, kuwa DJ kumemsaidia kume sana kuongeza umaarufu wake na nje ya Nollywood, kuwa karibu zaidi na mashabiki imemsaidia ime, ime sana uh, kujenga brand yake kama msanii wa burudani pande nyingi, watu kama wanaitwa multi talented entertainer. Ameshaingia kwenye nominations nyingi sana za tuzo mbalimbali mbali za filamu za burudani nchini Nigeria. Ah, kutajwa mara kwa mara best act in romantic, ah, drama love, ah, kwenye majukwaa ya Nollywood na mitandao ya burudani ah, kupokea awards za mashabiki na vyeti vya kutambua mchango wake kwenye filamu za mapenzi. Ingawa hajapenda kutangaza sana kuhusu uh, hizo tuzo ma, mafanikio yake yanaonekana wazi kupitia idadi kubwa ya, ya filamu alizopewa alizopewa kama lead actor, maproducer kumwamini mara kwa mara na kupata roles kubwa kwenye movies zenye uh, viewership kubwa. Uh, kwa ujumla tuzo kubwa yake ni kukubalika na mashabiki, na hilo ndo linamweka juu hadi leo. Wakati tunaendelea bwana, kwenye komenti pale hebu niandikie ni movie gani kali sana ya Maurice Sam unaipenda na unatamani tuje tuifanyie recap hapa. Amekuwa akitoa movie mbali mbalimbali, na Uche Montana amekuwa akitoa uche na Los Kadil, kuna yule nani yule anaitwa Sonia Uche kwao, niambie unataka movie gani tuilete hapa na tuifanyie recap Maurice Sam bwana, na akaunti ya YouTube ambayo yenye subscribers zikaribia milioni mbili. Uh, ingia mure tutafutie movie afu njoo tuambie unataka movie gani tuifanyie recap. Mtatusamee bwana kwa sasa hivi, na tunaomba radhi kwa kabisa kwa sababu tuna sababu za msingi. Uh, hatuwezi toa movie za madijei kwa sababu zinapigwa sana straiki kwao. Tunaomba mtu support kwenye hizi recap ambazo takuwa tunatoa, lakini kwa wewe ambaye unahitaji movie za kutafsiria bwana, tumekutengenezea grupu la WhatsApp, ila hapa grupu bwana lina movie zote za madijei wakali kina DJ Mafi kina DJ Maki a uh, single movie na series za Kituruki za Kikorea za Kinigeria. Kwa hiyo utajoin kupitia linki hapo ipo kwenye description lakini pia unaweza kunitumia neno niunge kupitia 0627401619. Moja kwa moja nitakuunga kwenye grupu na kule tunatuma movie za aina zote. Utazikuta zipo utazi kule. Ah uh, kama kawaida single movie nimemwambia. Kwa hiyo tumebadilisha mfumo bwana unaweza kupata movie kule. Hii ni kwa sababu ya kutoa hatari ya channel kuondolewa. Movie zote utazipata kule.